Kwingineko, muungano wa Azimio la Umoja One Kenya ukiongozwa na Kalonzo Musyoka, unadai ipo njama inayopangwa ya wizi wa kura wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 kupitia kile unachodai kuwa ushawishi wa kisiasa katika uteuzi wa makamishna wa tume ya IEBC. Upinzani sasa unataka kuwepo kwa mashauriano baina yao na serikali, kabla ya uidhinishaji wa mwenyekiti na makamishna wa tume hiyo watakaoteuliwa. Huku shughuli ya usaili wa mwenyekiti mpya wa tume huru ya uchaguzi na uratibu wa mipaka IEBC ikikamilika wiki iliyopita, mchakato huo uligeukia usaili wa makamishna sita, kabla ya jopo la uteuzi kuwachagua wawaniaji waliofaulu na kuwasilisha majina yao kwa rais ili kuteuliwa. Ni mchakato ambao upinzani sasa unadai kutokuwa na imani nao. Kinara wa Waipa Kalonzo Musyoka anayeongoza kundi hilo amedai kuwepo njama ya udanganyifu kwa kuwachagua watu wanaodaiwa kuwa na uhusiano wa karibu na serikali au chama cha ODM. Swala hili lina umuhimu mkubwa sana, na sisi hatutakaa kitako tu na kungojea uamuzi wa pande moja kutoa uh, listi ya wale ambao watakuwa wameteuliwa kama wenyekiti ama mwenyekiti na pia

Upinzani unadai kuwa kuna njama iliyopangwa ya kuwaacha nje wa waniaji waliofaulu na wanaofaa wametoa wito wa kuandaliwa kwa mashauriano baina ya wadau mbalimbali kabla ya uteuzi wa mwenyekiti na makamishna. hatuko kwenye broad based. kwa hivyo haiwezekani pahala tumefikia, bwana Raila na bwana Ruto wakutane kwenye Ikulu wakiwa watu wa broad based, wasemezane peke yao. Hiyo itakuwa kinyume na yale mafikiano yalikuwa kule Bomas ya NADCO, kipindi hiki, safari hii We are not leaving anything to chance. Wameonya kuhusu suluhu kupitia mahakama iwapo upande wa serikali hautaonyesha nia njema. John Jacob Kyuria, Darubini.